Jambo lingine unapata katika kile kitabu I amine mean kile kikombe ni siku ya Christmas, Christmas ambayo inapendwa sana duniani. Hakuna Christmas kwa Biblia, hakuna. Hakuna mahali Biblia imesema Yesu alizaliwa tarehe ishirini na tano Disemba, hakuna. Hiyo ni moja hata. Kijiografia hawezi akawa alizaliwa Desemba. Ninamaanisha nina kijiografia, kule Palestina kule Yesu alizaliwa Desemba inakuwa ni winter na kunakuwa na snow na wachunga kondoo walikuwa nje wakilisha mbuzi na kondoo kwa nyasi kwa snow. How? sijui kama umeshakaa mahali kuna snow. Nimekaa mahali inaitwa Minnesota, snow inakuja Novemba mpaka Machi, miezi karibu sita kote kila mahali ni white, nyasi imefunikwa na snow, snow imefunika. Alafu wewe unakuja unatuambia Yesu alizaliwa tena kwa zizi ya ng'ombe na hiyo snow. hata Yesu anakuanga na program yake hangezaliwa mahali kuna baridi, hiyo ni baridi mingi sana kwa mtoto na sio tu mtoto, wachungaji watakaaje kwa snow, wale mumekaa kwa snow, ati wako nje wachungaji saa sita ya usiku, kijografia hawezi Kiangalia, jiulize hii Christmas. Hii Christmas ni nani ambaye hasherehekei Christmas? Hata wale hawapendi Yesu, hata wale si wa Kristo, wale wanajua kuna Yesu Christmas ikifika. Na tena jiulize, katika mwaka ni wakati gani watu wanakunywa pombe sana? Pombe sana uliza, watu waba, mimi sijui, waulize, watakwambia pombe wanauza lini sana sana. Uliza, uliza kondo, uwaulize, ni lini mnakufa sana kwa mwaka, kondo uliza kuku watakwambia mabwana zao yani njogo, mabwana wa kuku. Kuku watakwambia mabwana zao wanakufa sana, wakati hata wa... unaweka kuku unasema hii tutakula Christmas. hii ni ya Christmas, hii ni ya yani Yesu azaliwe kodo akufe wa. Hakuna kitu kama hiyo kwa Biblia. Biblia inasema hata Herode hakuwa na record, ndio aka guess watoto wa miaka mbili hivi wauawe. Kama alikuwa na record wangeenda kwa record hiki kitabu bado ya Catholic Catechism. Ninakwambia kwa sababu it's a real book so you can look for it. Catholic Catechism page 189 anasema hivi, 189 Katika hiki kitabu hiki ni kitabu cha kanisa. Cha na hii huwezi ukashika kama wezi, mwalimu ni catechist, kuso unaojua wale catechist, mnaniangalia mnakubaliana na mimi kwa sababu ni hivyo. Nasoma Christmas, anasema hivi Paragraph ya Christmas. Avoid saying that Christ was born on December 25th. Say that the church celebrates Christ's birth on December 25th. Actually, there is no early tradition of the date of Christ's birth. The Romans kept on December 25th when the winter solstice was over. And the days were beginning to grow a little longer, the feast of Saul in victors the unconquerable son. The church took over the day and kept it as the feast of the birth of the true unconquerable son the light of the world. Inasema, zuia sana kusema ya kwamba Kristo alizaliwa December 25. Sema ya kwamba kanisa husherekea kuzaliwa kwa Kristo Disemba 25. Ukweli ni kwamba hakuna mahali katika, uh, historia ya kwamba Yesu alizaliwa siku hiyo. Warumi walisherekea hiyo siku hiyo Disemba 25, wakati kipindi cha baridi kimeisha, na walikuwa wanasherekea Mungu waliyeita Sol Invictus kwa lugha nyingine, pia anaitwa Mithra, ambaye wanasema ni jua ambaye hashindwi. Na kanisa likanyakua likachukua hilo siku, na sasa wakaiweka kuwa ni siku ya jua la ukweli, ambayo ni nuru ya ulimwengu, ambaye ni Yesu. So hii siku Yesu kabla hajazaliwa walikuwa wanasherehekea, ilikuwa hii siku ilikuwa kabla Yesu hajazaliwa nani alikuwa amezaliwa huko mbele ni Tamuzu. Hii ilikuwa mtoto ya Semiramis, ndio walikuwa wanaisherehekea na wakaiweka kuwa ni ya mungu, anaitwa Sol Invictus au Mithra, the Unconquerable Sun. Niliwaambia jana huyu Constantino anaitwa uh, Pontifex Maximus ni greatest bridge builder. Akaleta hawa washenzi na Wakristo pamoja, akauza sera yake akawaambia ya kwamba Nyinyi wa Kristo munaamini Yesu wenu alikufa na akafufuka siku ya Jumapili. Na hawa washenzi wanaabudu jua siku ya Jumapili. Tuilete yote pamoja iwe ni ya kukumbuka kufufuka kwa Yesu na ikaenda through. Hii nayo na akasema ya kwamba huyu Yesu wenu alizaliwa na wao wanasherekea tarehe ishirini na tano huyu kijana wa Semiramis kuzaliwa, na huu mungu ambaye wanaabudu tarehe ishirini na tano akaileta ikaunganishwa na ikapita, ililetwa kwa kanisa. Vitu vingine zilikopwa kwa washenzi, zilikopwa Zili, kwa washenzi, haziko kwa Bibilia, ikaletwa ndani mpaka saa hii. Ukiambia mtu ale makanda siku ya Krismas anakataa, siku hiyo huwezi kukula ugali.